Mtu mwingine hapa anaongea, anamwaga anamwaga mwaga maneno ni kama kibogoyo, anamwaga maneno kama mate ya kibogoyo, akisema atiri Gachagua, anasema anasema atiri Gachagua kuna numbers. Mimi nataka niambia Wakenya, kwa nini wajinga aje nini masuala na aje Rigathi Gachagua kona numbers amewahi simama kiti gani Kenya? Kama ni ubunge, Rigathi Gachagua kona numbers. Jua amewahi kuwa. Lakini kwa upresident, Rigathi Gachagua ajui akona kura ngapi? Kwanza huo ndio mtu rais kuiba kura yake. Jua ajui ni ngapi imeibiwa ngapi <laughs> kuna. Akona ngapi? Raila ndio mtu ambaye hata akisema kura yake imeibiwa 2 milioni. Ako sure? Kwa sababu Raila anajua tu, mimi nikisimama Raila, tangu anza kusimama Kenya. Hajawahi pata chini ya 6 milioni. Si ni ukweli? Si anajua ako na numbers? Kwa hivyo akipata 4 milioni anaweza sema 2 milioni imeibiwa kwa sababu anapatanga 6 milioni. Lakini Rigathi Gachagua hajawahi simama president Yeah, nikimaliatmshsaa niki kwa hivyo, mimi nasema hivi Rigathi Gachagua hana numbers kwa sababu hajawahi pr simama president i Kenya na akajua kuna kura ngapi. Rigathi Gachagua hata sahii muwache Ruto inje mumsimamishe na huyu wa mloya huyu huyu ntingiza miti, wajakoya anamshinda Wajakoya mara ya kwanza Amesimama president akapata more than 2 million. Uhuru Kenyatta alisimama mara kwa za kufikisha 500. Musalia Mudavadi amesimama hajafikisha 500. Charity Ngilu alisimama hajafikisha 500. Mata karu bwana Wajakoya ndio mwanaume Kenya. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi, nataka kuambia hao watu wenye wanasema uko na namba, my friend, mshikane na wajaluo na sisi pia rafiki yenu sahi. Rutaki umejua, nyinyi nyinyi tunawahurumia na muonangi sisi Wajaluo ndio kila kitu hii dunia, si Kenya ni kweli. Dunia ni kweli. Wajaluo sasa hivi wa Kigoma si unaona kama Kenya tumedominate. Tuko kwa serikali, si ndio tuna kontroli serikali na pia tuko kwa opposition. Kama ni mawe inataka kurushwa, si ndio tuko huko? Si ndio tulikuwa kwa serikali ya Ruto, na si ndio baada tukaenda state house na tukakula mpaka mchele yenye ile chumvi? Kwa hivyo sisi ndio tumedominate kila kitu, na mkitaka kuamini, Wajaluo ndio walikuwa naenda maandamano na ndio wenye walikuwa kwa serikali. Tangu Raila simame na aseme hii vita si yenu, kuna mjaluo mwa yenda maandamano? Kufanya Kikuyu anaweza enda maandamano sangapi, awache kuenda mguru <laughs> awache kusumbua na kanjua, aende maandamano kwa nafikiri kikuyu ni mtu aina gani hii Kenya. Tunajua mwenye anakontroli hii dunia ni Wajaluo. Wajaluo kwa serikali na wa opposition, kama ni mawe au ndio wanarusha, kama ni pesa ndio wanahesabu hao ndo wanazima stima. Hao ndio kila kitu sahii. Hao ndio wanauza mpaka gold. Wisdom, wisdom. Kwa hivyo sahii mi nataka kuambia wa, wa, hii dunia mzima, sisi wajaluo bwana sahii. Tukia, tukiamua kutesa Kenya, tunaambia tu wajaluo wote wenye wako dunia mzima warudi kwetu na tuende Kisumu, dunia inaanguka. <laughs> hii dunia itaanguka, tunaita ukina Barack Obama Wokin Osama bin Laden wale tu ni jaluo tu. Kwani kuna kuna oria kuna, kuna kuna naitwa Osama bin Laden hiyo ni jaluo. Osama jina yoyote ya o hiyo ni jaluo Osama, Osama, oh, Osama jaluo ya Kisumu, Bondo, hapo kwa kina pastor huo. Hata mapastors wenye kubwa kubwa Kenya ni Owuora anahubiria mpaka mzungu. Ana anafeii. Kikuyu gani anaweza kuhubiria mzungu? Kanyari huyu mwenye beti nabekimbuzi, anaweza kuombea mzungu anguke? Owuora anaombea mzungu, mzungu na anaanguka mzungu, anamfuata na nini na bendera na ya, mm, ya Amerika na bagi ya milioni na, bagi ya milioni na ndevu, mzungu anamuoshea. Kikuyu gani anaweza kuoshewa? Hawa Kikuyu mwenye amesoma, si anauza dawa ya mende, simu sumuapaya <laughs> Kikuyu mwenye amesoma mwisho ni ya class 7 dropout. Anauza dawa ameenda ama anauza nyanya pale mzuru. Sisa yetu tukiamua kusanya wajaluo wetu. Hata wako kina ndini nyora hawa. Wa. Hawa wakuyu wenye amesoma soma hapa. Ule mkuyu kimuangalia sunandu hii ni sura ya mtu wa ugunja hui. Hawa ni wajaluo bwana. Kwa hivyo musitu chokoze hii Kenya. Sisi ndo tuna kontroli dunia. Sasa tukiamua kusanya mandugu zetu wote. Tutasanya mpaka kina Barack Obama watu watu wote kila mtu mwenye nasikianga hii Kenya. Amesoma hata ule Joe Biden ule jaluo, kama ule jaluo, mama yake ni mzungu, anatoka hapa Lego Usonga. Nina traps ni jalua. Nani, nani. Angalia aja. Angalia, angalia kademo wa kademo. Uyu anatoka hapa kademo. Angalia aja 50 Cent. Angalia ni kijana wa Homa Bay hapa, anatoka Mbei wa constituency. <laughs> Hao ni watu wetu, na kwa hivyo rikrosi ni mjaluo kutoka Siaya. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi, mimi nataka kusema hivi, bwana, sisi wajaluo tumenyamaza tu. Tumenyamaza tu, sisi tunasombua kila mahali, mpaka wengine wenye wako na majina tatu yenye mashikana, Miguna Miguna Miguna, tumepeleka Kanada kule, bado ni wetu tu, tukirudisha hapa Kenya my friend, na tusanyane hapa Kisumu, vitu zenu hapa zote zinaanguka, kwa sababu wakuu wanasema ati hao ndio wana control ikonomi ya Kenya. Kikuyu ana control nini? Na Kikuyu ukipata mwenye akona gari kubwa na akona probo. Na akona waru nyuma akitembea na hata kienda Rusia akona waru. Sisi wajaluo hatuna nyumba nyumbani lakini tukienda nyumbani nalala kwa TX, Range Rover, limousine. Gari yenye kipiga tu starter hivi, mafuta 20 liters simeenda. BMW. Alafu Kikuyu anasema atikae mwadhani. Sisi ndio tuna control economy, economy gani? Economy ina unga mnanunua unga ya ite bo, unga ya nguruwe. Unga ya nguruwe ndio wananunua. Sisi wajaluo tunakula hostel na kafagara unga ya 350 Yukwe na atulii, kama uchumi ni ngumu, tumezoea tumezoea. Mimi siwezi kula hii unga ya nguruwe nguru, eiyeyoku anakula hii unga ya 85 I unga yenye unapata wanakula chakula inaitwa ngozi ya ngoto. <laughs> ati mboga inawekwa pamoja na unga na chumvi na kila kitu hiyo, pia ni, hiyo pia ni chakula ya kupika na kafagara. Chakula inaitwa aje? ngozi ya ngoto. <laughs> <laughs> mimi nataka kuambia hii kabila ya kuti kubwa kubwa hii au watu wanajifanyanga wamesoma, tukipeleka DNA hapa Mount Kenya hapa, My friend, mutapata <clears throat> watoto wote wanatoka huku Nyanza, huku mwenye atakuwa amesoma ni kanyari na kanyari na standard 5 tutamuona ndio anakuwa kwa hiyo, mimi nataka kusema nikimalizia mambo ya gavana ya Nairobi.